Umefungua mkutano huu. Mkutano una umuhimu sana e, kwa Tanzania lakini una umuhimu sana kwa Afrika. Mambo makubwa hasa ya kuzingatia kwenye mkutano huu ni mambo matatu. La kwanza ni issue ile ajenda ya, ya clean cooking, ambayo kama ambavyo mnavyofahamu champion wa jambo hili ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jambo la pili ni issue ya e, ile connection ya 300 e, million people E, ya kuunganisha kwenye gredi watu milioni mia tatu e, hata ikifika kipindi cha mwaka 2030 kati ya watu mia, milioni mia sita ambao hawajaingia kwenye gredi. Kwa hiyo, tutategemea hata, hata ikifika mwaka 2030 tumeunganisha kwenye gridi watu milioni mia tatu wa Afrika kuingia kwenye gridi, kwa maana hao watu wote kupata umeme. Lakini na la tatu kuweka msimamo kwenye mkutano wa COP30 ambao wanategemewa mkutano huo kufanyika mwezi Novemba nchini Brazil. Na sisi Tanzania, jambo hili tunalichukulia kwa ukubwa sana na hamasa ni kubwa, na sasa Watanzania wengi wanahamasika kwenye suala hili la, la clean cooking nasi matarajio yetu hata ikifika mwaka elfu mbili na thelathini basi Watanzania wote kwa asilimia kubwa sana kwa wameshaingia katika utaratibu huu wa clean cooking, na tunaamini na Waafrika wengi watakuwa wametuelewa, na ndio maana hii moja kati ya malengo ya mkutano huu at least kuona kwamba e, kila nchi wa Afrika tunashirikiana na kuona kwamba swala la clean cooking linasimamiwa ipasavyo. kwa Tanzania tunaendelea vizuri na tunategemea hata ikifika 0 tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Tukio hili ni muhimu katika kuimarisha ushawishi kwa nchi za Afrika kwenye sera za mabadiliko ya tabia nchi kikanda na kimataifa. Nina imani kubwa kuwa mkutano huu utaibua suluhisho la maana litakalosaidia kuimarisha msimamo wa Afrika katika mkutano ujao wa 62 wa bodi ya mkataba unaotarajiwa kufanyika Juni mwaka huu wa 2025 huko Bonn Ujerumani. Mkutano huu kubwa, ambalo tunalitarajia ni kwamba tutatoa maamuzi, yani jinsi gani masuala ya mabadiliko ya tabia nchi yatakuwa yanashughulikiwa kwa mwaka mzima, na mambo gani ya msingi ambayo Afrika inataka yasimamiwe tunapoelekea katika mkutano mkubwa wa nchi zote duniani wa mkataba wa mabadiliko ya tabianchi tafanyika mwezi Novemba nchini Brazil katika mji wa Belém. Sasa tunayo mambo kama manne. Moja, kuna swala kubwa ambalo tumekuwa tukilipambania, kuongezeka kwa fedha ambazo tunataka zitusaidie kupambana na mabadiliko ya tabianchi. Tulikuwa tunatarajia mwaka jana kwamba fedha zingeongezeka kutoka bilioni 100 mpaka trilioni 1.3. Lakini fedha hizi hazikuongezeka kwa sababu mbalimbali. Kama nilivyosema, kuna baadhi ya nchi zimejitoa kwenye mkataba. Kila nchi duniani imeambiwa iweke mikakati ya kupunguza gesi joto na kuongeza uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi.